Yadi. na hapa tulipo sisi tumekuja kununua vitumbua kwa mama muuzaji wa vitumbua. Karibuni sana wadau, mtatuna kwenye channel yetu ya YouTube. Sasa mama vitumbua, bei gani? Vitumbua ni mia mbili. Ee bwana, vitumbua ni mia mbili, mia mbili. Safi tu nanunua vitumbua hapa, nipo na jamaa wangu anaitwa Stanley hapa hapa, mm. ni baliaji hapa ni baliaji mwanangu, tunauza ha. na kununua vitumbua kwa bei nafuu Anza kula kitumbua, watu waone kwamba tunakulaje vitumbua <coughs> e, namna hii tunakula vitumbua na tuko live. Na ukitaka kunitafuta mimi nitafute katika gune tare na vitu vingine vyote. Mama a, ukipata msaada, ukapata mtu anataka akuongeze hela, utamshauri akupe milioni ngapi ufanye biashara yako? Kwa biashara yangu hii nilionayo, ii biashara yangu biashara yangu hii nitamshauri anipe milioni moja. Milioni moja tu? Eh, nyuma ya kamera naongea mimi hapa, mama anadai milioni moja, anaweza akapata na akafanya biashara nzuri, na ngoja tuwaulize, goja tuwauliza walaji wa vitumbua. Mdogo um, wangu unaitwa nani? Naitwa Mbuso. Yeah. Unaonaje, kitumbua kina... ni kizuri au ni kibaya? Ni kizuri. Basi poa. Ah. Uh, ase mama anauza vitumbua vizuri sana jamani, watu habariaji, msione leo mbaya kumchangia mama vitumbua, mchangieni mama vitumbua. Na mimi naitwa Guneti Z msanii um, wa filamu. Nimefanya filamu na watu wengi kama movie na waigizaji mbalimbali, tunaigiza nao pamoja. Kwa hiyo karibu sana kwenye chaneli yangu, nitafute uh, kwa ajili ya kazi zote za sanaa. Karibuni sana wadau, goodbye.